hamasisha wananchi wote kwenda kujiandikisha katika daftari la wapiga kura, na wahamasisha, tukiamini kwamba tunao mtaji wa wanachama wetu, tunao mashabiki wetu, tunao wapenda maendeleo na kazi nzuri zinazofanywa na, na serikali ya CCM wanaridhishwa na usimamizi wa amani na utulivu tulio nao, wana mapenzi na Chama cha Mapinduzi japo sio wanachama. Hao nyie mnawajua katika maeneo yenu, twendeni tukawahamasishe wote wajiandikishe katika daftari la wapiga kura. Mabalozi, nyie ndio mnaishi na watu wetu huko. Mabalozi ndio walezi wa wanachama wa CCM huko. Uongo kweli? Wanachama wako katika mashina, wako katika matawi. Mashina akifanya kazi vizuri, tawi litafanya kazi vizuri. Uongo kweli? Tawi wakifanya kazi vizuri, kata atafanya kazi vizuri, hivyo hivyo Kata wakifanya kazi vizuri, wilaya itafanya kazi vizuri, mkoa utafanya kazi vizuri, na sisi huku taifa. Mimi mwenezi nikitoka nikitamba tuna wanachama milioni kumi na mbili, lakini najua wanachama hao wanalelewa na mabalozi wa Chama cha Mapinduzi, wanalelewa na viongozi wa matawi na kata. Jipigieni makofi kwa kazi nzuri mnaoifanya.